Njombe Technical School oye! Mwenge wa Uhuru oye! Daktari Samia Suluhu Hassan oye! kiongozi wetu wa mbio za Mwenge wa Uhuru, je, kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka 2025 pamoja na timu yako imeshafanya ukaguzi mradi wetu wa shilingi bilioni moja st wa shule ya ufundi no ya mkoa wa Njombe inayojengwa ka wilaya Ludewa. Baada ya mkaguzi wako, kama utakuwa umejiridhisha naomba ridhaa yako uweze kutuwekea jiwe la ukaguzi ar Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa <camere> <jimba. camere> mkoa wa wilaya Wale yote, tuendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetujalia mpaka muda huu tukiwa wazima wa afya, lakini kipekee niendelee kuwashukuru na kuwapongeza wananchi wa eneo hili kwa kujitokeza kwa wingi katika maeneo haya, lakini pia na wanafunzi wetu ambao wapo katika maeneo haya. Kwa kweli tunawashukuru sana na tujipigie makofi mengi sana. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, mwenge huu wa uhuru unaendelea kujionea mambo makubwa ya kimaendeleo ambayo yanafanyika katika wilaya hii ya Ludewa. Kwa kweli wana Ludewa mmebarikiwa sana, na naomba mjipongeze kwa maendeleo haya ambayo leo hii mwenge wa uhuru unajionea katika maeneo yetu. Lakini <coughs> vile vile naendelea kukushukuru wewe Mheshimiwa mkuu wa wilaya, pamoja na kamati zako zote. Kwa kweli mnaendelea vyema kusimamia miradi ya kimkakati ya kimaendeleo yanayotekelezwa na serikali hii ya awamu ya sita chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli leo hii tumekuja kujionea shule ya amali ya kimkoa ambayo kwa kweli imejengwa kwa fedha nyingi, lakini pia ni shule ambayo inaenda kusaidia vijana wetu wengi juu ya kupata elimu katika eneo hili. Kwa kweli hili ni jambo kubwa sana la kimaendeleo ambayo yamefanyika ndani ya wilaya hii. Naamini wilaya hii ina halmashauri zaidi ya sita, lakini leo hii mkoa huu ukaamua shule hii ya kimkoa ya amali iweze kujengwa ndani ya wilaya hii. Kwa kweli hongereni sana, najipongezeni sana ndugu zangu wananchi wa maeneo haya. Hii ni baraka ambayo serikali imetuletea chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan na imeona ipo haja ya kuweka shule hii ndani ya eneo hili, kwa sababu eneo letu kama ilivyo limekusanya watu wengi na lina watu wengi lakini pia kutokana na amani tuliyonayo na utulivu, shule hii ikaonekana ndiyo sehemu sahihi kwa kuja kuwekwa ndani ya wilaya hii. Viongozi wetu wa mkoa angelisema shule hii tuiweke kule Njombe mjini, lakini wakasema hapana, wana Ludewa twende tukawaoneshe na tukawaoneshe maendeleo na tuifungue Ludewa kwa kuweka shule kubwa hii na ya kisasa ambayo leo hii Mwenge wa Uhuru imekuja kujionea.